Uh, MOECS Engineering kwa mteja wetu maeneo ya Kunduchi tumekuja kufanya earth system design. Lengo ni kuhakikisha tunafanya earth system design ambayo value yake inaweza kuendana na sheria ya National Electrical Code ambayo inataka value hiyo iweze kuwa chini ya 5 ohms kwa kulingana na namba of earth rods ambayo tunazo, tunaweza kuchimba mashimo hapa, ambao tutagonga earth rods zetu, pia tutazibondi na pia tutatumia hii compound ya sodium bentonite ambayo ni earthing powder pia inatumika kuongeza nguvu ya ile attachment ya, ya earthing system yetu. Pia baadaye kama tutapata structure karibu za pia tunaweza kuibondi ili kuweza kuimprove earthing resistance yetu. Kwa hiyo kadri tunavyoendelea tutajuza nini kimejiri hadi mwisho. Karibuni sana Moex Engineering. Uh, Moex Engineering tunaendelea na zoezi letu la earth system design ambapo sasa hivi tumepata structure hapa ya kuweza kubondi. Kama mnavyoona hapa, hii structure tumeipata tunaweza kubondi hii, hii si kwa maamuzi yetu, ila ni imeshauriwa na neck eh, article namba mia mbili hamsini nukta sita nane ya tushauri kama kuna structure, unaweza ukafanya supplementary bonding kwa ajili kuweza kuimprove earth resistance kwa hiyo ukichukua hii structure kwa bond, unaenda ku bond na kule ambao earth system ambao tuna design kule, value ya earth resistance inaweza kuwa ndogo zaidi. Kwa hiyo hii inasaidia kuweza kuhakikisha value yetu ya mwisho inaweza kupata sheria za National Electric Code, ambapo hii part number 250.8 pesana C si, imeshauriwa pia kwenye National Fire Protection Association number 70. Kwa karibuni sana MOECS engineering kwa ajili ya earth system design kulingana na international MOECS Engineering tunaendelea na zoezi letu la earth system design, ambapo tuko katika hatua za mwisho kabisa. Tumeshafanya boarding, ambapo tumeshafanya ya rod zetu, lakini pia tumeacha ncha moja kwa ajili ya kufanya vipimo baada ya kuchanganya udongo. Tumechanganya na ile compound ya bentonite kufanya looping tayari. Zoezi linalofuatia ni kupima value yetu na kuweza kuona Je, value inafika ngapi? Kwao tuna mashine yetu hapa Robin tester, tuki measure hapo. Kanzani. Kama tunavyoona hapo ipo kwenye 2, ipo kwenye 4.8 ohms. Kwao tunaamini hii value itaendelea kupungua kwa sababu bado inabidi tujaze maji. Kadi compactness inavyoongezeka, hii value ya resistance tunaamini itakuwa inazidi kupungua. Maji yanapoongezeka, itakuwa inazidi kushikana zaidi na tutafikia hapa. Kwa hiyo kwa msingi huo, tunawakaribisha sana MOECS Engineering kwa ajili ya kufanya huduma kama hizi za earth system design. Value iko kulingana na sheria ya National Electrical Code ambayo inataka tuwe na value ya ohms less than 5 ohms, kama tulivyosema mwanzo. Kwa karibuni sana MOECS Engineering.